Tunawashukuru ndugu zetu wa sabato hawa, maana wasabato huwa wanasemaga waislamu namba mbili, yani nyinyi mnaitwa waislamu namba mbili. Kama mjuu ajimi anajua myahudi ni kweli, kwa sababu amuli nguruwe amuli nini, na waislamu awali nguruwe asema, mkiwaje wasabato wa, anasema wale waislamu namba mbili wale <laughs> wametufungulia mlango huu. Mungu awajaze wa majazo mema na wakunjulie mahala ambapo kuna ugumu wa wafanyie wepesi, na Mungu awajalie waione haki. Sasa tumeamua kurudi katika ulimwengu wa dawa, usifikiri. Mwalimu wangu naomba na unisaidie, Luka 23 52, Luka 23 52. Inasema ndio. Alafu, anapiga kelele. Inasema hivi? Ndio. Na Mkristo akipiga akisema haleluya analalamika. Unajua hata ukiangalia tu kama wewe una macho mzuri, ukaangalia walimu wa Kikristo jinsi wanavyokaa pale na uangalie pale utaona watu wametagajikwa iann ila ukiambiwa kwa sababu pale kila wakati, oh oh oh kelele, yaani mimi simkae mumetulia kama mnajiamini. Soma hiyo. Inasema 23. Ndio 23, tuanze hapa 54. Inasema ndio, na siku hiyo, siku hiyo, siku hiyo ilikuwa siku ya nini? Ya maandalio. Siku hiyo ambaye Yesu alikuwa inaitwa siku ya nini? Ya maandalio, ndio. Na sabato hey, ikaanza kuingia. Tulia Wakristo. Yesu alikuwa siku gani? Yesu alikuwa siku gani? Na sabato ikaanza kubanyaje? Na sabato ikaanza kubanyaje?

Nimefika. Inasema? Inasema, Hakika. Hey. Siku ya sabato. Lini? Jumamosi. Hiyo ni kitabu gani? Kur'ani hii hapa. Sasa wewe imagine wewe Mkristo leo. Kur'ani inasema sabato ni siku gani? Sabato ni siku gani? Sisi wa Kikristo tunajua ni Jumamosi, si ni kweli? Ndio. Na Qur'ani imewaambia ni lini? Jumamosi. Juma. Sasa mnakaa mnafanya nini Friday? <laughs> Friday mnafanya nini? Chukua hii dini hiyo. Chukua hiyo barawali, hiyo ni hiyo ni ya kwanza ni Qur'ani weka pembeni. Hii dini hiyo soma, alafu alimu ndio anapiga kelele. Eh. Hey. Hey. Hey. Hey. Inaitwa Mufilisiko International. <laughs> Hey, inasema, <laughs> inasemaje? <laughs> Eh. Hey. Hakika ndio siku ya Sabato. Lini? Jumamosi. ile ni kitabu gani? Qurani ingine. Sasa imekauka, weka hapo kado. Sasa tuingie kwa ujinga, amesema hivi Wakristo ni wajinga. Sasa wacha niulize Huyu mtume wa Waislamu ni mjiga ama si mujiga? Qurani 7:158. Sasa hiyo ni mtume wao kado, na wao wenyewe soma hiyo. Eh, ati Biblia inasema inasemaje? 7:158, eh, anzia 57, ambao ndio wanamfuata mtume, ndio nabii aliye, eh, ummi, asiye asiyejua kusoma wala kuandika. Kube mtume wa Waislamu hajui kubanyaje kuandika na nini kusoma, mtu ambaye hajui kusoma na kuandika. Nani ni nani?

ile mchuzi wake inasema, inasemaje? Waislamu ndio walikuwa wakati mwingine wakimwambia Mtume Ehe. raina ndio, yani kuwa ukituchunga kama mchungaji mzuri anavyowachunga wanyama wake wakes, kwani sisi ni wajinga? Haya, ay Waislamu ni nani wajinga? Na Muhammad ajui kusoma wala kumanyaje kuandika. Tuwaulize Muhammad. Na Waislamu wamekaa hapa nyuma kusoma wanajua 62 mbili mbili, Qurani sitini na mbili mbili hey. Hawa wanapiga kelele Yaani. Hebu sikia hao Waislamu, hatuongezi kitu, tunasema tu vile Qur'ani iko. Soma 62:2. Ndio. Yeye eh, ndiye aliyeleta mtume. Ndio. Katika watu eh, hey, wasiyojua kusoma, kumbe Muhammad ametumwa kwa watu wasiyojua kufanyaje? Kusoma. Huyo msemaji wao akisimama hapo anajua kusoma. Anajua <tolakwe> <tolakwe> kusoma. <tolakwe> kwamba wazi hata hakuna haja nipigiwe kengele, sabato ni nini, ya mtu basi. Mwalimu, mwalimu wa Kristo, kidogo mwalimu, na jambo, mnaona, tunataka kuendesha mkutano kwa njia sio nzuri. Ya simketi tu pale, msomaji kasina, tafadhali. Hebu kiti hapo kidogo kasina ama msomaji wa Kiislamu asome pia. Qur'ani 7:204. Qur'ani 7. Naam. 200 na 204. Inasema nasema nini? Naisoma hapo Qur'ani. Naisoma hapo nini? Qur'ani. Fanyeni nini? Isikilizeni. Fanyeni nini? Na nyamazeni. Kwa hivyo Qur'an naposoma watu wafanye nini? Watulie. Na wanyamazi. Wakati naisha tumesema tukitaka kusema takbir watasome somwe, kama ni nzuri kwako piga nini? Takbir. Na kama ni wakusa mambo ni sawa sawa, unasema Bwana Yesu afanye nini? Asili. Tuwe na nidhamu tuonekane watu wazimu. Na pia ningetaka mwalimu 14 16 aya 125 125, 26. Qur'an. Naam. 16 125. Inasema naam, waite waite watu katika njia ya Mola wako. Kwa hiyo inasema waite watu wa katika kwa njia ya Mola wako, kwa hekima na mawaidha mema, na mawaidha mema, na ujadiliane nao, na mujadiliane na wao kwa namna iliyo bora, kwa namna iliyo bora, endelea, sio kwa kuwatukana wao, si kwa kuwatukana wao au kutukana dini yao, au kutukana dini yao. Kwa njia hii, kwa njia hii, huwezi kumvuta mtu, huwezi kumvuta mtu. Kwa hivyo, ndugu wapendwa, mioyo yetu inahitaji kuweza kufutwa kwa maneno mazuri na ya kweli. Tusitukane maneno, tusitukane watu. Nasomea pia Qurani na Bibilia. Kwa hivyo, naomba tafadhali, tuoneshe nidhamu na ukomavu katika kazi hii, katika Ukristu na Waislamu sawasawa. Mwalimu Joo, sasa dakika tano. Na tunawashukuru ndugu zetu wa Sabato hawa, maana wa Sabato huwa wanasemaga Waislamu namba mbili, yaani nyinyi mnaitwa Waislamu namba mbili, kama mjuu Ajimi anajua Myahudi ni kweli, kwa sababu amuli nguruwe amuli nini na waislamu awali nguruwe asema, wali, wa wasabato wasema wale Waislamu namba mbili wale. <laughs> Wametufungulia mlango huu, Mungu awajaze wa majazo mema, na wakunjulie mahala ambapo kuna ugumu, wawafanyie wepesi, na Mungu awajalie wa waione haki. Sasa tumeamua kurudi katika ulimwengu wa dawa.